Ebane, wananchi wangu, mmeona vijana wako vizuri, vijana wanampendea mheshimiwa rais wanamwimbia nyimbo nzuri, na nyimbo zimechangamka kushinda dukutengi. Kwa hiyo wadau maangalia, muwasaidie, muwavute, Oktoba tuwe nao sisi, hatuna nguvu ya kuwaleta Haya, mdogo wangu njoo na ujitambulishe hapo, wa mwisho. Nimechoka, naenda kula ugali na nguru nyumbani kwangu Songea. Changamka sabaki, hadi uko unalia. Umesema umetokea Dodoma, unalia wiki nzima. Taratibu leo. Iii, mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tumepambana sana vijana kuhakikisha kwamba tuna kusapoti kwa ajili ya taifa letu. Nakuomba sana mheshimiwa rais, popote pale ulipo, najua uko katika majukumu mazito sana.

Mmeona vijana wako vizuri, vijana wanampenda Mheshimiwa Rais, wanamwimbia nyimbo nzuri na nyimbo zimechangamka kushinda wadau Hai, Jone, Mwamusha. Kwa hiyo wadau, mwaangalia mwasaidie, mwavute, Oktoba tuwe nao sisi. Hatuna nguvu ya kuwaleta haya. Mdogo wangu jitambulishe, wa mwisho, nimechoka naenda kula ugali na nguru nyumbani kwangu. Umesema umetokea Dodoma, unalia wiki nzima, taratibu. Leo Mheshimiwa Rais, Raisi Daktari Samia Suluhu Hassan tumepambana sana vijana kuhakikisha kwamba tunakusupport kwa maendeleo ya taifa letu. Nakuomba sana mheshimiwa rais popote pale ulipo. Najua upo katika majukumu mazito sana.